Kwa mara nyingine tunabudi kumshukuru alhaqu subhanahu wa taala kwa niami mbalimbali alizotuneemesha ni za dhahir na za batin, lakini moja katika neema iliyokuwa kubwa ni kutojalia kuwa, kuwa, kuwa katika kivuli cha la ilaha illa Allah, tukawa katika dini ya Uislamu, lakini katika neema nyingine akanisaidia

Lau wewe ukiulizwa kiongozi wako ni nani ukasema ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia ukawa katika kivuli cha qauli ya mwenyezimungu subhanahu wa taala ya ibadi. Mwenyezimungu subhanahu wa ta'ala akitaja katika Alquran, qul ya ibadi alladhina asrafu, wale waja wanaokusudiwa ni mimi na wewe. Hii ni moja katika nicma ya mwenyezimungu subhanahu wa taala aikunemesha tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotukusanya katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, atukusanye pamoja na al-habib al-azham katika firdaus al-a'la, innahu waliu dhalik wal qadiru alaihi. Mada yetu leo imechaguliwa na sidhani kama kuna bini adamu ambaye kwamba ana imani hatakuwa na dharura ya mada kama hii, nao ndo uhakika wa imani ya mtu katika haya maisha ya wa wanadamu. Ni mada inayosema halawatul iman ama halawatul ibada, ladha na utamu unaopatikana katika ibada. Vipi sisi kama wanadamu tutafika katika ile ladha waliopita salafu saleh walivyokuwa wakifanya ibada, wakiona ladha katika ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndo tukiwatoa mfano, mwanadamu huhitaji kula chakula, lakini ahyanan hula kile chakula kwa sababu ya njaa, hivyo hula kile ambacho kiko mbele yake, lakini katika moja ya malengo makubwa kula kile chakula apate ladha, apate tamu ya, ya kile chakula. Na hivyo hivyo inaingia katika kila mambo, ama katika kila jambo. Wewe ukiwa na marafiki, wataka upate ladha ya ule urafiki ambao uko na mtu. Ukiwa una wazazi, uone ladha ya kuwa na wazazi. Wangapi wazazi wana wana, wana lakini hawaoni ladha ya watoto Mtu ana mume ana mke, lakini haoni ladha ya kuwa na yule mke ama haoni ladha ya kuwa na yule mume, na hii inaingia katika kila jambo. Walillahi lhamdu, sisi tunashuhudia y kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa Allah, na tunaswali, tunafunga, tunatoa zaka, lakini tulishawahi kujiuliza, je, ile ladha ya hizi ibada Tushawahi kuzionja ile tamu ya ibada kama hizi? Tushawahi kufikia martaba ya kupata ule utamu wa ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu katika kila kitu ama ladha ya kitu katika kukipata kina athari ama kina alama, wa mandhaafa halawata aliman badala alghali walrahis walnafsa walnafis mtu yoyote katika alama ya kuonesha kwamba wewe umepata ile ladha ya ibada, ladha ya kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala, basi uone tamu unatoa chochote ambacho kwako kiko mbele yako, ima ni cha gharama ama ni cha rahisi. Utatoa muda wako, utatoa mali zako, maadamu kile kitu umekipatia ladha. Tukitoa mfano wahalia leo utaweza kamuona mtu amenunua kijumba kidogo kwa bilioni ya mapesa ama, ama kwa mamilioni ya mapesa, lakini wewe huwezi kuona ile thamani ya kile kitu. Ukimuuliza mtu kama yule, anasema mimi ndo najua nafaidika na nini ama na malengo gani katika nyumba kama hii. Yule mtu ametoa pesa zake zote bila ya kuona kwamba eh, anafilisika na mfano kama huo. Kwa sababu gani? Amepata ladha wewe leo ikicheza ile timu yako ya mpira utafanya juu chini, mechi kama ile uitazame. Mfano ni umeme umekatika, utatafuta njia ya pili ya kutafuta mechi kama ile uiangalie. Ni kifurushi nyumbani kimeisha katika Azam, DStv, utatafuta mbadala wa kuangalia mechi kama ile. Kwa sababu gani? Umeonja tamu ya kuangalia mechi kama ile. Sasa je, sisi tulishawahi kupata ladha

Yani, raha iliyoje katika ile sijida ya usiku, ile ladha ya usiku katika kumsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ladha iliyokuwa vipi, machozi yanatoka kwa ajili ya kutubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Yaani, mtu anasifia ile ibada yake namna anavyoona raha, ndio hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema kwamba mimi nimejaliwa kitulizo cha macho yangu nikiwa katika swala. Yaani, Mtume akitaka kupata tulizo basi huingia katika swala. Sasa tutajiuliza, kwa nini sisi hatupati ladha za ibada za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala? Hatuoni ladha ya imani ya al-Haq subhanahu wa taala? Moja katika sababu walioeleza maulama ni kathratu dhunub wal-athar, ni madhambi kuwa mengi katika nyoyo tuna muasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na, na maal asafu shadidi. Madhambi mengine tunaona matoto. Usiangalie uchache wa madhambi unayofanya, bali angalia ukubwa wa yule unayemuasi. Ndo maulama anatwambia la sahirun maal istimrar wala kabirun maal istighfar. Hakuna dhambi ndogo unaiona ni toto ikiwa ni wenye kuendelea nayo, na hakuna dhambi iliyokubwa kwa Mwenyezi Mungu ikiwa utafanya istighfari na toba. Kwa nini sisi tunakosa ladha za swala? Kwa nini sisi tunakosa ladha ya kutoa sadaka? Kwa nini sisi tunakosa ladha ya kufunga? Kwa sababu moja, sababu kubwa ni kwa sababu ya madhambi yaliokuwa katika nyoyo zetu. Alhaq subhanahu wa ta'ala anasema katika alquran alkarim: Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, nyoyo zao zimekuwa na kutu kwa sababu ya yale wanayoyatenda. Kwa hiyo tunapata kwamba moyo ni sehemu Alhaqu subhanahu wa ta'ala anoiangalia. Kwa hiyo kadri inavyokuwa na kutu, basi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuwa mbali nawe katika kukuongoza. Lakini moja katika sababu nyingine ni kwa sababu sisi tunafanya ibada kama ada. Yani sisi tunafanya swala kama ni ada, wengine tunaona kabisa ni uvivi. Yani ukisha swala ya dhuhuri, ukisha swala salatul juma unasema alhamdulillah, nimeondokewa na huu mzigo. Tumekuwa tukifanya ada ze, yani swala na ibada na taati kama ni ada, hatujawahi kuweka takwimu kama tunavyoweka takwimu katika hisabu za biashara zetu. Hivi leo nimemshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa namna ambayo kwamba ameridhia swala ya dhuhuri? Itakuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ameridhia? Maswali kama haya sisi hatujiulizi, na maswali kama haya akikosekana nupali, sisi tunakuja msikitini tukiswali kama ada, maadamu kila siku tuswali, basi ni hivyo hivyo, bora lienu kwa hiyo ni moja katika sababu inayotufanya sisi tusipate ile ladha ya ibada. Lau tungekujua mja anaposimama katika assala huwa anazungumza na alhaqu subhanahu wa taala. Ibn Saud radhiyallahu anhu anatuambia kwamba mja anaposimama katika swala anazungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, atakaposema

mja wangu amenipa sifa. Mja akiendelea, maliki yaumiddin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala naye anasema majadani ya abdi, mja wangu amenitukuza. Mja akiendelea katika Suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Mwenyezi Mungu anasema hadha baini wa baina abdi

kwangu na mja wangu, na mja wangu aombe kile anachotaka. Ndio baadhi ya salaf wakawa wanaonelea baada ya kumaliza suratul Fatiha wasema Allahumma ghfirli wa liwalidayya kwamba kuna mlango, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba hapa mja wangu aniombe chochote. Lakini tulishawahi kutafakari kwamba tunazungumza na Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala tukiwa katika swala, ama sisi ndo kwanza tunafanya mahesabu ya biashara katika swala? ndo mmoja katika mabwana, siku moja imamu ameswalisha, baada ya kumaliza swala wakawa na mashaka, imamu ameswalisha rakaa tatu ama nne. Mmoja katika mabwana akasimama akasema, mi na uhakika tumeswali tatu. Akaulizwa, jamaa wote wana mashaka kwamba wameswali nne ama tatu, mbona na no uhakika kwamba tumepunguza, tumeswali tatu? Akasema, mimi katika raka ya kwanza na ya pili huwa nafunga hesabu ya maduka yangu mawili, kisha katika raka ya tatu na ya nne huwa nikimalizia katika maduka yangu mengine yaliyobakia. Lakini nilipomaliza swala, nikaona kwamba kuna hesabu ya yale maduka hayakukamilika, kwa hiyo nikajua kwamba katika swala yetu hii tumepunguza swala. Kwamba watu ndo hali zetu hizi za sasa hivi. Ukisimama katika swala ndipo unapokumbuka mambo ya nyumbani, unaposimama katika swala ndipo unapopiga mahesabu ya duka lako. vipi tutapata ile ladha ya ibada? Vipi tutapata ladha ya taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala? Lakini moja katika sababu nyingine walioelezea maulama ya kukosa ladha katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ni kutokumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala na kutok kutawakkali kwake yeye haki ya kutawakkali. Leo sisi tukipewa kitu tunasema alhamdulillah, lakini ukikoseshwa kitu basi ni mwenye kulalamika, walalamika mchana kutwa, kwa nini nimekosa? Hujui kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kukadiria zile arzaki? Na ndo sababu kubwa sisi katika asri yetu ama zama zetu za sasa hivi hatuna raha katika nyoyo zetu. kwa sababu gani? tumekosa ridhaa katika nyoyo zetu. Salafu na salih walikuwa kiridhika. Mmoja alikuwa akionekana akiomba dua, anasema lau Mwenyezi Mungu subhanahu wataala akipokea ile dua yangu, yaani akinipa yale matalaba yangu, basi furaha yangu inakuwa ndogo, si sawa na asiponipa. Yani asipopewa na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kila alichokiomba, furaha yake inakuwa maradufu Akaulizwa, akasema, kwa sababu lau nikimwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, asiponipa hayo ni matakwa yake yeye, ndo ametaka yeye asinipe kile kitu, lakini pale nitakapomwomba kisha akanipatia, basi yale alionipa ni kutokana na matakwa yangu. Kwa hiyo kitu kilichokosekana katika nafsi zetu ni ile ridha, na mtume sallallahu alayhi wasallam alishatupa kaida ya kupata ridha katika vitu. Asema ukipewa kitu basi usiangalie wa juu yako, ila uangalie yule wa chini yako, kwa sababu ukiangalia wa chini yako utakuwa ni mwenye kupunguza e, zile neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wewe, leo umejaliwa una maduka. Wewe leo umejaliwa una nyumba, leo wewe umejaliwa unatembea kwa miguu, kuna mwingine hawezi kufika hata msikitini isipokuwa kwa gari, isipokuwa kwa kubebwa. Lakini sisi huwa tunaangalia cha juu yake. Leo umejaliwa basikeli, watamani kupata pikipiki, watamani kupata honda. Umejaliwa ile pikipiki, watamani kupata gari. Utapata vipi furaha? Ndo mmoja anasema kabiru wasahirun yatlubu al-kibara wa shaykhun wadda law sahura wa khalin yashtahi amalan wa dhu amalan bihi dhajra wa rabbul mali fi ta'bin wa fi ta'bin man iftaqara wa dhul auladi mahmumun wa faqiduhum qad infatara wa man faqada al jamala shaka wa qad yashkuhu alladhi buhira fahal haru ma ala qadari am hum hayyaru al qadara. Mtoto yuatamani awe mkubwa, na mzee yuatamani arudi udogo. Uangalie, ukiwa na kazi watamani upate mapumziko, na yule ambaye hana kazi yo aitafuta kwa hali na mali apate ile kazi Ukiwauliza wazazi nyumbani wenye watoto, kuna watoto wajajaliwa wenye kuwati wazazi wao wanatamani lao wasingekuwa na wale watoto, lakini ukimuuliza yule ambaye hana watoto, yuwatamani pia awapate. Kuna watu mashallah wamejaliwa uzuri, lakini ule uzuri hatoshiki nao, na yule ambaye hajajaliwa pia yuwautafuta. Vipi tutapata tuta furaha? Na hii ndio hali ya mwanadamu, katika kila hali utakuwa nayo. Huwezi ukaridhika pale ulipokuwa napo, unatamani ufike sehemu nyingine. Kwa hiyo katika moja katika kitu kitatusaidia sisi kupata ladha ya ibada ni kutawakala kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa baada kujua asbabu kama hizi, ni nini kitatusaidia sisi kuondosha mambo kama haya tupate ile ladha ya ibada? Kwanza ni kutubia kwa Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosema katika sababu.

rahim madhambi yako yawe makubwa kiasi gani, Alhaq subhanahu wa taala huwa rahim. Wewe ujue una maasi ya kiasi gani, rudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ameshatupa shahada kwamba tusikate tamaa, Turudi kwake yeye alhaqu subhanahu wa ta'ala, itatusaidia sisi kusafisha zile nyoyo zetu. Ndo alhasan albasri moja katika maimamu wakubwa, imefika umri wake umetembea tembea, umekuwa mzee, akawa yuajiuliza mbona, anazungumza na nafsi yake, mbona sasa hivi huamki usiku, sasa hivi hulii kama ulivyokuwa ukilia, ile ladha ya ibada imeenda wapi? sisi ama mimi na wewe tushawe kujizungumshisha na nafsi zetu namna hii, lakini moja katika sababu ambayo itatusaidia kuondosha ama kupata ile ladha ya ibada ni kusoma alquranulkarim kwa tadabur. Tukisimama katika swala, tutafakari zile ayati za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndio moja katika maulamaa anaelezea katika kwa nini wengi tunakosa fushuu katika swala akatupa dawa ya sisi kupata khushu na khudhur na kuwa na tawadhu na mwenyezi mungu subhanahu wa taala wao ukiona umepiga takbiratul ihram jalia mwenyezi mungu subhanahu wa taala yuko mbele yako kama tulivyosema ukiwa katika swala mwenyezi mungu subhanahu wa taala yuwazungumza na wewe ikiwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala yuko mbele yako hata kupepesa macho huwezi ndio imekuja katika athar Lau mtu akiwa anapepesa macho pembeni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuuliza, namuuliza, alaka khairi, una mwingine asiyekuwa mimi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia jaliya nyuma yako kuna malaika wa kutoa roho yuwasubiri, ukimaliza ile swala tu, yuachukua roho yako. Yani, fanya kama ile swala ndio swala yako ya mwisho, utoswali tena ile swala. Namna gani utafuswali kwa khushu uta koswali kwa tawadhu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, jalia upande wako wa kulia kuna pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, lakini katika upande wako wa kushoto kuna moto al-Haq Subhanahu wa Taala, lakini pale uliposimama kwa kana kwamba huko katika sirat, huko katika ile njia ambayo kwamba maulama anaielezea katika ahwali zake nzenye kutisha basi ukiwa katika mawkif kama haya utapata ile khushuu ya kuswali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio katika moja ya salafu swalih yuonekana yuataka kukatwa mguu, kama sisi tunavyojua tukienda hospitali, mtu akitaka kukatwa mguu lazima apigwe ganzi ili asisikie yale maumivu. Salafu swalih kama huyu akasema, ili na mimi mnikate huu mguu nisisikie maumivu ya yale E, kukatwa kule, basi niacheni mimi niingie katika swala, namna ambavyo kwamba wakiingia katika swala hakuna kinachowashughulisha. Basi akiingia katika swala mguu wake unakatwa hana hata habari. Ali karamallahu wajhahu, siku moja amepigwa mshale, anaambiwa tu uchomoe, anasema subirini kwanza, mimi niingie katika swala, kwa sababu mimi nikiingia katika aswala hakuna kinachonishughulisha katika kitu cha dunia. Akiingia katika swala mshale mish, kama ule unachomolewa. Tushafika katika martaba kama hii, kutoku ya kutokuisi kitu chochote, tushafika katika martaba ya kusikia ladha ya ibada tunayoifanya. Lakini kingine ni kusoma zile zikri na duaa kwa khushu na kuwa na yaqini kwa Mwenyezimungu subhanahu wa wataala, ndo mwenye kuleta na mwenye kuondosha. Ndo Assayidatu Rabiatu eh, Rabiatu Al-Adawiya

kwamba mimi ya Rabbi, sikuabudu wewe kwa ajili niingie peponi, wala mimi sikuabudu wewe ya Rabbi kwa ajili uniepushe na moto. Ikiwa mimi naswali, pepone, na swali ili uniingize peponi basi Mwenyezi Mungu usiniingize, na ikiwa mimi nafanya ibada ili uniepushe na moto basi uniingize. Watu waliokuwa karibu yake wakashangaa, dua ya namna gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tuombe pepo uepushwe na nari. Vipi unaomba uingizwe katika moto na uepushwe na janna? Akasema amuoni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lau angekuwa hajaumba pepo na moto, hakuwa ni mwenye haki ya kuabudiwa. Namna watu walivyofika katika martaba ya tauhidi, namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, mpaka wakajalia zile ibada zao sio mukabil na kitu chochote. Kwa kumalizia Umar ibn al-Khattab siku moja ywapita akamsikia Ubay ibn si Ka'b Ka anasoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun, kwamba wasimamishi hawa hakika wao ni wenye wa kuulizwa. Namna maswahaba walivyokuwa wakifikiria maani za zile aya, tunaambiwa Umar ibn al-Khattabi pamoja na ujabari wake, kutokana na maana ya aya kama hile aliugua mwezi mzima. Yani, kutokamana na maana kama ile ya aya waqifuhum innahum masulun, wasimamisho hakika wao ni wenye kuulizwa, akijikumbuka yeye ni Khalifa, ana masulia kila anayemwongoza, kila mmoja ataulizwa. Kwa nini huyu kumtendea hichi? Kwa nini huyu kumfanya hichi? Maana kama ile ikamfanya ugue mwezi mzima. Sisi tuna watoto, tuna wake nyumbani, tuna vijana Tushajawahi kujiuliza tunatekeleza zile huquqi zao? Ndo Umar ibn Khattab akasema maneno yake maarufu, la lau atharat baghlatu fil iraq lasu'ila anha Umar lima lam tumahid laha tariq. Umar akasema, lau mnyama akateguka akiwa Iraq na yuko Hijazi, Madina, akateguka tu katika njia ile, njia haikuwa sawa, nitaulizwa mimi Umar, ndo khalifa, kwa nini ukuitengeza ile njia.